Unaelewa sasa. Leo hapa nitawaelekeza jinsi gani ya kwa sababu kwenye simu kuna tukio fulani ambalo linakuwa linasumbua sana. Kile tukio kwenye simu yako likitokea, inaweza ikakuletea mambo mengi sana. Kwa mfano, labda faili ambayo tuko umeziinstall katika simu yako. Kuziinstall maana yake kama umezi download katika application yako ya Play Store au umezirusha katika simu ya mtu mwingine yoyote au kifaa chochote kinachotumia Android, na maanisha hivi vitu vitatu, kama kwenye simu, labda kwenye kompyuta, na hata na PC kwa ujumla. Sasa kuna kitu kinatokea sana kwenye simu zetu za kawaida hizi, kinaingia kinaitwa safe mode. Kama utakuwa utakua umesha kukutana nacho kitu. Sasa iko kitu safe mode, jinsi ya kuja kinavyotokea kwamba kinaenda kufunga mitandao ile nini, app umesha umeziingiza kwenye simu yako, endapo simu ulinunua hazikuwepo maanake ukuwahi kuzitumia hizo hapo kimfano app moja unaweza kata download kama TikTok ni simu zingine, TikTok unaweza kanunua simu siku ya TikTok ikute, au mtandao mwingine unataka Facebook ikuta. Kwa hiyo itaenda kufungika kufungi ile pale, ni safe mode kwa, kwa kufanya vile, ile simu imefanya simu imetengenezwa kwa sababu kulinda kulinda zile kwamba labda mtu yoyote si asije akaingia makuta kwenye akaunti zako hivi na hivi na hivi wengi, tukionaga hivi huwa tuna ashumu kwamba hivyo ni vitu ambavyo vinakuwa vinatuharibia au kunatuma tucheze hiyo simu. Hamna. Kuna muda kwenye setting ya simu yake ukiingia hiyo kitu kitatokea automatic. Sasa leo hapa nitakuelekeza jinsi gani ya kutoa hiyo kitu, ni kutoa ni rahisi sana hiyo kitu kutoa. Na maana ndio maana applications za watu wengi ambao zimekuwa zimetokea. Igiri inatokea sana kwa sababu unakuta mtu anaenda akaenda kuika simu yake labda chaji kuna muda tu simu yenyewe zikajichezea yenyewe tu, wewe ikajigusa gusa gusa, sehemu nyingine ikagusa hiyo simu ile safe mode. Na hii inapendelea sana kukaa sehemu za maeneo haya hapa ya chini hapa. Hii kitu ndio safe mode katika simu yako. Sasa hiyo safe mode, jinsi ya kuiondoa au jinsi ya kuitoa kabisa hiyo safe mode, inabidi u restart simu, maana yake unazima simu na restart upya. Ukiona haijatokea mara ya mwisho na mara ya pili tena, restart mara ya pili kwa leo namba niishie hapo, ila kwa siku nyingine nitakuja kuelekeza jinsi gani unaweza kuweka kuwika safe mode na umuhimu wa safe mode, jinsi ya kuuweka. Thank you kwa leo naa ikaishia hapa.